Sayalamun, walikuwa wanaulizana, je hii siku iko. Wengine walikuwa wanashaka ya kwamba je hii siku inawezekana iko na inawezekana hakuna, na wengine walikuwa wanasema siku hini hakuna, bilaia siku kama hini hakuna, hakuna kufufuliwa ya mchana wala kufufuliwa ya usiku. Mwenyezi Mungu akawajibu, kalla sayalamun

ambazo kwamba zimepangika zime kwa njia iliyo kamili na zimeundwa kwa njia iliyo kamili, yote kuonesha kudra ilahiya, kuonesha kudra ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala iliyokuwa juu, kuonesha uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala uliokuwa juu. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala wabanaina fawkakum saban shidada. Angalia namna alivyozipanga hizi mbingu zikawa hazikimbiani zikawa hazi overlap ati hini inakuja kabla hini na hini inakuja baada ya hini zikawa zinachanganyika la, wabanaina fawkakum saban shidada. Mwenyezi Mungu Subhanahu wataala akaendelea kusema wajaalna sirajan wahaja ai

Wajua, najua na jua, wale ambao kwamba wanasoma ilmu ya nujumu, wanatuambia jua liko mamilioni na mamilioni ya maili mbali na ardhi tunayoishi ndani yake, mamilioni na mamilioni na mamilioni ya makilomita mbali na ardhi. Na angalia mwangaza wa jua unatufikia sisi ambao kwamba tuko katika ardhi, mamilioni na mamilioni ya mamaili yote ni kuonesha uweza wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yote ni kuonesha kudra ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, namna Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anavoumba namna Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anavoumba viumbe vake na namna viumbe vake vinavyoonesha miujiza yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. isitoshe

maji ambayo kwamba yanamiminika kama mvua bishiddatin. Ndo utakuta kuna sehemu zingine hupatikana mafuriko, kuna sehemu zingine mvua inanyesha kawaida. Yote ni kudra ilahia, yote ni uwezo wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, ni utendakazi wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa, wa, subhanahu wa taala, wa anzalna min almusirati maan thajaja, alafu linukhrija bihi habban wa nabata ai tutoe kutokamana na kuanguka kwa mvua na mvua kuingia katika ardhi zitoke hubub na zitoke mimea ambayo kwamba itakuwa ni chakula kwa binadamu na itakuwa ni chakula kwa wanyama wa jannatin alfafa. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema mvua kama hii italeta mabustani ambayo kwamba yameshikana, mabustani ambayo kwamba ni kathifu ambayo kwamba imejaa miti imejaa mimea, ambayo kwamba yameshikana vizuri. Yote ni kwa sababu ya ile mvua aliyoishukisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu akaendelea kusema inna yawmal fasli kana miqata, hakika siku ya hesabu, siku ya kulipwa watu, siku ya kuwapambanua baina ya waja ni siku ambayo kwamba ina wakati wake, haitangulii wakati kama hunu, wala haicheleweshi haichele, haitochelewa wakati kama huu. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anatuambia inna yauma lfasli kana miqata, siku ya kupambanua baina ya waja wake, siku ya malipo, kuwalipa wale wema na kuwalipa wale waovu, kuwabainisha wale waliokuwa katika haki na wale ambao kwamba waliokuwa katika batil. kana miqata itakuwa kwa wakati wake, haitotangulia wala haitochelewa. Kwa hivyo haina haja muulizane masala kwanza, iko ama hakuna, tutalipwa ama hatutalipwa, tutaingizwa peponi ama tutaingizwa motoni. Jueni ya kwamba inna yauma alfasli kana miqata, siku kama hii ya watu kuhesabiwa na watu kulipwa, kana miqata, inayo wakati wake, haitochelewa wakati wake, wala haitotangulia wakati wake. Inao wakati wake ambao kwamba ni wakati maalum. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaendelea kusema, yauma yunfakhu fi suri fatatuna afwaja, siku hiyo ya Kiyama ni siku ambayo kwamba litapulizwa katika parapanda dhalika yaumun an yunfakhu fi suri nafkhatu alqiyami min alqubur, kipulizo cha watu kutoka katika makaburi yao. Fatahdhuruna jamaati jamaat, na watahudhuria jamaa kwa jamaa, watahudhuria watu vikundi kwa vikundi. Kwa hivyo yauma yunfakhu fi suri fatatuna afwaja, tutaelekea kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala vikundi kwa vikundi, Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Kisha ataendelea kusema wafutihat ssamau fakanat abwaba, mbingu Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala ta atazifungua na atazipasua itakuwa ni kana kwamba milango imefunguliwa fi kulli janibin, katika kila sehemu kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyosema katika Suratul Inshiqaq, idha as-samaa unshaqqat wa adhinat li rabbiha wa huqqat, pindi mbingu inapopasuka ikawa inatoa kana kwamba ama kama mfano wa milango. Wa adhinat li rabbiha wa huqqat, na ni idhni kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba mbingu pasuka na ni haki, kwa hiyo mbingu kupasuka kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema wa futihati samaa fa kanat abwaba. Kisha akasema wasujiratil jibalu fa kanat saraba ay nusifatil jibalu wa qala'at wa qala'at min amkaniha min amakiniha, na majabali yatasunuliwa na majabali yatatekuliwa na na majabali yatakuwa excavated wasuyirat ljibalu fakanat saraba, yatakuwa yanaolea juu ya ardhi. Ukiangalia kwa mbali, wanayaona ni kama pamba ambayo kwamba inaolea. Unaangalia kwenye ile horizon, unaona zinaolea majabali. Kwa ukubwa wake, kwa uzito wake, jabali inaweza kuwa ni tani ngapi? Lakini zitasunuliwa ala lardhi, al na zitachimbwa zitoke katika ardhi. fakanat saraba, zikawa ni khafifu. inna jahannama kanat mirsada, hakika moto wa jahannam utakuwa unawasubiri na unawaangalia wale ambao kwamba waliomkufuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ai, inna jahannama tantaziru wa tatarqabu nuzalauha min alkuffar, moto unawaangalia na unawasubiri wale ambao kwamba wataingia ndani yake, kutokamana wale ambao kwamba wamemkufuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Litaghina maaba ai hiya marjiu hiya marjiu wa mawa wa manzilu litughati almujrimin, yatakuwa ni mashukio ya wale ambao kwamba wamevuka mipaka, wamefanya ijram katika dunia, wamefanya dhulma katika dunia wamenyanyasa katika dunia wajue ya kwamba inna jahannama kanat mirsada, moto utakuwa unawasubiri, moto utakuwa unawaangalia. Litaghina maaba kwa hawa watu ambao kwamba wamefanya makosa kwa kiasi hichi, labithina fiha ahqaba, wataketi ndani ya moto ahqaban, muda ambao kwamba hauhesabiki duhuran mutatabiatan la nihayata laha, centuries na centuries na masiku na masiku na miaka na miaka. La nihayata laha, haina mwisho wake. Ni adhabu iliyoje! Ni adhabu yenye kutia uchungu ulioje kwa yule ambaye kwamba amemkufuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kisha apatane na mambo kama haya, mambo mazito, siku nzito adhabu nzitu. La yadhuquna fiha bardan wala sharaba, hawatoonja ndani yake fi jahannama burudatun tukhaffifu anhum hara nnar, hawatoonja ubaridi hata kidogo wa kuwapunguzia ukali wa moto, wala kinywaji ambacho kwamba kitawaondolea kiu walichokuwa nayo, kwa kuwa wako ndani ya moto, la yadhuquna fiha bardan wala sharaba. Hakuna kupumzika, hakuna kupumua, hakuna respite. Ni adhabu juu ya adhabu juu ya adhabu. Hakuna kinwaji ambacho kwamba kitawaondolea kiu chao, illa hamiman wa ghassaqa, isipokuwa maji ambayo kwamba yamepita mipaka katika umoto wake, maji ambayo kwamba yanaboil kwa ukali waghasaka na yale mausaha usaha, usaha yanayotoka katika ngozi za watu wa motoni. Hicho ndo kinwaji, damu na usaha na mapandepande ya, ya nyama yaliyosagika katika wale watu ambao kwamba wanachomwa katika pepo kutokamana na ngozi zao. Jazaan wifaqa ai yuaqibuhum llahu bidhalika jazaan muwafaqan li amalihim as-sayyi'a. Hii ni malipo kwa zile amali zao mbaya walizokuwa wakizifanya. Angalia namna Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala adhabu yake ilivyokuwa kali. Innahum, hakika yao, kanu, walikuwa la yarujuna hisaba, walikuwa hawatarajii kwamba watahesabiwa

Na wakayakadhibisha yale aya na zile dalili ambazo kwamba amekuja nazo mtume sallallahu alayhi wasallam kutoka kwa Mola wao subhanahu wa ta'ala, takdhiban shadidan, wakizikadhibisha kwa ukali, wakisema haya maneno anaokuja nao Muhammad sallallahu alayhi wasallam, maneno ya urongo, maneno ya khurafat

katika jaraim makosa makubwa makubwa wa atham na madhambi ambayo kwamba wameyafanya tumezidhibiti bimaana tumezihifadhi ili tupate kuwalipa juu ya yale ambayo kwamba wameyafanya fadhuku falan nazidakum illa adhaba onjeni nyinyi mulo mkufuru mwenye azimgu hii ni adhabu ambayo kwamba muko ndani yake fadhuku ya mashara alkuffar falan nazidakum

wako katika mabustani ambayo kwamba ndani yake kuna miti kuna maua na kuna kila aina ya mambo ambayo kwamba yatatamani nafsi zao. Wakawaiba atraba ai nisaun adharin na nawahidu qad barazat asdauhunna wahunna fi sinnin wahidatin na kunao wanawake ambao kwamba amba wanajulikana kama huri lain, wanawake ambao kwamba amba watakupendeza ukiwaona. Wakasan dihaqa ay kasan min alkhamri mumtaliatin swafia, kikombe ambao kwamba kimejaa pombe ya peponi ambayo kwamba haileweshi. Swafia iliokuwa ni swafi. La yasmauna fiha laghwan wala kidhaba, hawasikii ndani yake mambo ya upuzi

na malaika ambao kwamba wamechaguliwa. Khashiin, hali ya kuwa wana khushu'i wana tadhallul mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika safu moja. La yatakallamuna, hakuna anayezungumza miongoni mwao. Illa man adhina lahu rahman, isipokuwa yule ambaye kwamba amepewa amba idhni na Mola Subhanahu wa Ta'ala. Waqala sawaba, wanatoka bisawabi, na atasema yale ya sawa

maregeo mema, maregeo yenye kuhimijiwa, basi afanye kwa kuwa na imani kamili juu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na afanye amali njema. Inna andharnakum adhaban qariba, hini ni khitabu kwa maquraish, wale walomkufuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wale ambao kwamba wanakataa siku ya, ki, ya mwisho, wanakataa ya kwamba wao watafufuliwa

si kwamba kwamba ataangalia ya mja yale aliyoyatanguliza min khairin au sharrin, kilichoandikwa katika sahifa yake, kilichothubutu katika sahifa yake. yauma yanzuru almar'u ma qaddamat yadah wa yaqulu alkafiru ya laitani kuntu turaba, na atasema yule aliomkufuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na natamani mimi ningelikuwa ni mchanga sihesabiwi, kwa sababu ya yale maasi aliokuwa akiyafanya, kwa sababu ya ule upinzani aliokuwa aliokuwa nao juu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, juu ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi alaihi wa sallam, juu ya kufufuliwa, juu ya kuhesabiwa, juu ya kulipwa na juu ya kuingizwa peponi au kuingizwa motoni insha allahu taala. Mpaka hapa tutakoma. Hii ilikuwa ni suratu Naba bikhtisarin, kwa ufupi, ili tupate kuelewa kidogo kidogo yale ambayo kwamba yamo amba katika Alquranul Karim. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa wabarakatuh